Tumsifu Yesu Kristo. Wana familia ya Mungu, leo tunasherekea Christmas, sherehe ya kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, Imanueli, Mungu pamoja nasi. Kiini cha Christmas ni neno aliyefanyika mwili na kukaa kati yetu. Ndugu wapendwa katika Kristo, misa ya mchana wa Christmas inatupeleka ndani zaidi ya fumbo la sherehe tunayoisherekea. Usiku tulitafakari kuzaliwa kwa Yesu katika hori. Leo mchana kanisa natuongoza kutafakari maana ya kina ya tukio hilo. Yesu sio tu mtoto aliyezaliwa Bethlehemu bali ni neno la milele la Mungu lililofanyika mwili. Hapa ndipo kiini cha Krismas clip miguu ya mletae habari njema. Christmas ni habari njema. Isaya sura ya hamsini na mbili aya ya saba hadi ya kumi tunaona Christmas ni habari njema. Nabii Isaya anapaza sauti, jinsi ilivyo vizuri miguu ya mletae habari njema atangazae amani. Christmas ni habari njema, tunaona kwenye injili habari kwamba Mungu hajatuacha sisi waja wake, habari kwamba wokovu umekuja wazi wazi, habari kwamba Mungu amejifunua machoni pa mataifa yote. Christmas si hadisi nzuri tu ni tendo la Mungu katika historia. Ni Mungu anayechukua hatua kuokoa wanadamu. Mungu amezungumza kupitia mwana, si kwa njia ya kawaida. Tunaona Ibrania sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya kumi na nane mwandishi wa halaka kwa Ibrania anasema hapo zamani Mungu alisema kwa njia nyingi lakini siku hizi amesema nasi kwa njia ya mwana, yaani Kristo Imanueli, mungu pamoja nasi. Hilo ndilo fumbo kuu cool la like Krismasi. Mungu hazungumzi tena kwa alama au ishara pekee, anajizungumza mwenyewe kupitia Yesu. Yesu ni mng'ao wa utukufu wa Mungu, ni sura halisi asili ya Mungu ni mkuu kuliko malaika wote. Krismas inatuambia wazi, Yesu si nabii wa kawaida. Yesu ni Mungu aliyekuja karibu nasi. Neno alikuwa Mungu, neno akawa mwili. Yohane sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya kumi na nane tunaipata hizi habari. Njia ya Yohane inatusimulia hori wachungaji wala Malaika bali inatupeleka kabla ya mwanzo wa ulimwengu. Hapo mwanzo kulikuwako neno, na kisha sentensi kuu ya Christmas, neno akawa mwili, akakaa kwetu. Huyu ndio Emanueli, Mungu pamoja nasi. Hapo ndipo kilipo kiini cha Krismas. Mungu hakubaki mbali mbinguni, anachukua mwili wetu, anaingia katika historia yetu, anakubali udhaifu wetu. Christmas ni Mungu kusema, nataka kuwa pamoja nawe katika maisha yako halisi. Christmas si mapambo, ni uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Leo kuna hatari kuipunguza Christmas kuwa mapambo, kuiona kama sherehe ya kula na kunywa, kuifanya iwe tukio la kibiashara. Lakini masomo ya leo yanatukumbusha, Christmas ni tukio la wokovu, ni Mungu kuingia katika giza la mwanadamu na kuleta nuru Nuru huangaza gizani, wala giza halikushinda. Yohane sura ya kwanza aya ya tano. Hata hivyo, leo tunaona kabisa kuna giza la vita katika dunia yetu, kuna giza la umasikini katika dunia yetu, kuna giza la kukata tamaa katika watu wetu, lakini Krismasi inasema nuru bado inaangaza. Christmas ni mwito wa kumpokea Kristo. Yohana anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. Krismasi inakuwa kamili tukimpokea Kristo mioyoni mwetu, tukimruhusu abadilishe familia zetu, tukimruhusu atufanye vyombo vya upendo na amani. Usimwache Yesu abaki kwenye hori tu. Mkaribishe yakae katika maisha yako. Ndugu zangu wapendwa, kiini cha Krismas ni hiki, Mungu amekuwa mmoja wetu ili sisi tushiriki uzima wake. Leo tunasherekea Mungu anayezungumza nasi, Mungu anayekuja karibu na sisi, Mungu anayekaa kati yetu. Ndugu zangu wapendwa niwatakie Christmas njema, na tumuombe Neno aliyefanyika mwili aujaze nuru imani na matumaini. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.